Owagoma inaanzia bidada huyo hapa, anatengeneza roboti mzee. Kwenye kompyuta ikalogi, kisha ikaandika kompiti, akawa nasikilizia kweli, mfumo ulikubali roboti kaza kujitambulisha, mimi ni roboti wa AI jina langu ni Namshin. Mama akawa analia uko akiita Namshin, nimekukosea sana mwanangu, kisha roboti akatoka na kumkumbatia. Sasa tunarudi mwaka mmoja nyuma mzee, mama anatusimulia kilichomkuta kwa mwanaye Namshin hadi akaamua kutengeneza roboti mzee. Hichi chuo cha kisayansi hapo, bidada ndo teacher mzee, alikuwa anawaambia hizo picha mlizoziona hapo ni za AI. Ila tunaweza tukatengeneza roboti ambaye anaweza kaishi na binadamu bila binadamu kumgundua wenye roboti mzee. Kipindi kilivyoisha, basi wakawa anapiga stori mdogo mdogo na mwanaye huko akitembea mdogo mdogo. Huyu bidada anaishi mbali kidogo na mmewe. Sasa bwana mdogo anamuuliza baba alisema leo atakuja. Mama akasema muda bado, hata kama akifika atatukuta nyumbani. Mdogo akampola simu mama na kusema ngoja nimpigie baba. Ile anapiga simu, simu inaita karibu. Ile anaangalia upande wake wa kulia, wanamwona kuna mwamba fulani hivi amesimama pale kavaa suti Alafu simu ya mume wake anaye yeye mzee Mwamba na tabasamu, kisha nawasogelea mdogo mdogo. Bidada akawa muoga kamshika mwanaye huko narudi nyumanyuma nyuma yao -nyuma. nyuma wakatokea wamba wengine kama sita hivi mzee wamepiga suti nyeusi, kisha wakamchukua mtoto na kumwingiza kwenye gari. Mama anapiga yowe tu, niacheni mwanangu, niacheni mwanangu, ila wauni hawaelewi. Mtoto akawa nagonga kioo tu cha gari cha nyuma, mama nisaidie, mama nisaidie, ila mama yake uwezo mdogo mzee na gari ndo hilo lilikuwa linasepa samani. Kwa kushtukiza, mimi ni mkurugenzi wa PK Motors nimetumwa na raisi wa PK Motors kuja kumchukua na Namshii. Bidada kamuuliza na kwa nini simu ya mme wangu? Mwamba kujibu chochote zaidi ya kuingia kwenye mfuko wa suti na kutoa bahasha na kumkabizi bidada, kisha akamwambia huo ni uthibitisho wa kifo cha mmeo. Ina maana mme wangu amekufa? Alitoka hapa, aliniaga anaenda kumtembela baba ake ndani na siku chache tu atarudi. Kama mme wake tu alienda kumsalimia baba ake, ajarudi ye uyu. Mwanaye sasa akawa anaita Namshi, Namshi, huku anaenda, wazee wakamzuia. Ye analalamika tu, unyachieni mfate mwanangu. Mwisho wa siku akamsukuma na chini kisha Mwamba akamwambia raisi amesema kwa kuwa mtoto wake amededi, ivyo basi mjuku wake Namshi ataishi na naye yeye, ivyo wewe usihangaike kumfuatilia na ingia kwenye akaunti yako, umewekewa hela za kutosha tu. Bilada alipofika nyumbani ye ni kuangua kilio tu huko, akaangalia picha ya mmewe, afu mkononi ana picha ya mwanaye Namshi, lazima nikufuate mwanangu, na lazima urudi kwangu. Ila asubuhi kumekucha tu chuma hiyo hapo mzee, ile mlinzi anayisimamisha bilada, takapite naye moja kwa moja mzee, mpaka kwenye geti kalibalanduwa mpaka ndani ndani kapaki gari pale, kashuka na kibegi ile, kabla hajaenda mbele, walinzi hao hapa mzee. Kisha mkurugenzi kasogea mpaka mbele kwa bidada, bidada karusha begi chini, lina hela kama zote mzee, kisha akamwambia hela zenu zote mlizoniingizia benki ni hizo hapo, mi nachomtaka ni mwanangu tu. Mkurugenzi akacheka kwanza, kisha akamwambia nilidhani leo utalala ukiilia kwa ajili ya kifo cha mmeo. Bidada akaona kana apotezewa muda vile, ile anaenda mbele, walinzi anamzuia, mkurugenzi karuhusu kwa kichwa, mwacheni aende. Ile anaenda anasikia naitwa mama, anageuka na mshiu hapa, kamkimbia na kumwambia vipi mwanangu mzee wewe nilikuwa na wasiwasi sana juu yako mwanangu. Namshi nkatoa mkono, kisha kamwambia mama, mimi siwezi kuenda na wewe, mimi nitaishi na babu hapa hapa. Mama namuliza, unazungumza nini wewe, ama kuna mtu anayekutishia? Bidada akajua masiala, ikabidi anyanyuke na kumvuta, ila Namshii amekaza, mama, mimi sitaki kufa, najua nikienda na wewe nitakufa kama alivyokufa baba, na baba alikufa kwa ajili yako na na wewe Namshii, maneno yao umetoa wapi? Hivyo mama, usiuli tena hapa na sitaki nikuone na mimi, niache kama nilivyo na sitaki nikuone tena.